Wameweka mpaka na vituo jamani, ukitaka mafuta ya mtume fulani eh? Ukitaka mafuta sio maji. Wameona kwamba okay, kuna watu wana watu, eh, ma, wana, wana, wanauza wanauza maji maji tu ya mtoni maji ya bwawani, alafu wanaita maji ya mposa maji. Wakaona awa biashara yetu awa wanataka kuiua, akasema vituo vya maji yetu sisi bwana vinapatikana pale na pale na pale. Hivi ndio vituo vya maji maji. Ya, ya ya ya mtume fulani, sio ya nabii fulani. Kwa maneno mengine wange, wange, mimi napendekeza ni afadhali wangeita hivi maji ya Katoliki ya baraka. Waite hivyo, maji ya Katoliki ya baraka yanayouzwa na Mwamposa, maji ya Katoliki ya baraka yanauzwa na kuani Musa, yani kwa sababu definitely sura inaonekana ni upacha na ukato yani, baba mmoja mama mmoja, ni kama Yakobo na Esau tu, inaonekana kama Yakobo ni mapacha hawa inavyoonekana. Hilo ni jambo jingine ambalo nimeonyesha habari ya maji maji, siyo kutumia maji, lakini jambo jingine kama ilivyo kanisa Katoliki. <coughs> Kanisa Katoliki wana kitu kinaitwa uh, uh, kama nakumbuka vizuri sikukuu ya mitende, kama nakumbuka vizuri ni, ki, ni kitu fulani kinahusiana na habari ya mitende mitende, yaani kabla ya jumaa kuu au ile wiki eh, juma, eh, kabla ya, ya jumapili ya Pasaka inakuwa watu wanahusika na na na kukata mitende inakuwepo kanisani eh, alafu watu wana, wanaichukua ile mitende, wengine wanaichukua wanaipeleka nyumbani kwao wanaifunga. Sasa jambo la kushangaza, jambo kama hilo hilo vilevile tumeona kanisa la Full Gospel Bible Fellowship ambalo nalo linachukua mitende vilevile, linachukua mitende vile vile kama hawa kama ilivyokuwa hawa wa Katoliki na kabisa, kabisa. Yes, Full Gospel Bible Fellowship, yes, wanafanya namna gani? Au kuna ufunuo wa kiroho ambao ha, inawezekana ni ufunuo ambao, ambao, ambao, ambao, ambao wewe ufahamu na mimi, labda inawezekana mimi simfahamu, kwa sababu ukizungumzia Full Gospel ni kama unazungumzia moja ya tochi muhimu sana kwenye Pentecost Tanzania okay moja ya makanisa ambayo yana viwango vizuri kimsingi. Dio. Yani, watu wengi ambao wako full gospel mm. Uh, wana knowledge ambayo mm. niseme tu mzee Kakobe, kuna knowledge ambayo wamepandikiza kwao ambayo ni extra. Na watu wengi wakikosa kuwa full gospel mm. wanabaki aidha wawe na huduma zao, ni watumishi Dio. au wabaki tu nyumbani, kwa sababu sizani kama kuna substitute ya haraka haraka ya, ya full gospel mm. In terms of, of neno la Mungu. Mm. Kwa hiyo hii hii inanipa imani ya kuamini kwamba maybe Dio. kuna ufunuo mzee yes. ameupata, au kama ndio hivyo sasa ukatoliki umeingia basi ni hatari, yaani kuna vitu vingi vimeingia. Zamani sisi ambao tulikuwa tulipokuwa tumeokoka kilichotokea ni kwamba eh, na ndivyo ilivyo wimbo wowote nilishafundisha wa mtu yeyote ambaye hajaokoka, tuko sawa. Hauna tofauti na wimbo wa Twanga Pepeta, hauna tofauti na wimbo wa Daimondi, hakuna tofauti na wimbo wa wale wanani wanaitwa Ngwasu Masiu, wa nini, Ngwasu Masiu. <coughs> <coughs> Yes, hakuna tofauti yoyote kwa mtu yoyote, hata kama anasema Yesu anaokoa asi, lakini anayeimba hajaokoka manake wimbo huo sisi tuliokoka hatuwezi kuimba. Nini ambacho nataka niseme katika eneo hilo, wimbo wowote unaoimbwa na Katoliki wowote ni wimbo ambao mtu aliyeokoka mwiko kusikiliza. Kwa nini? Kwanini? Kwa nini pastor? Kwa sababu umeimbwa na mtu ambaye hajaokoka, na mtu akiimba ambaye hajaokoka, Biblia inaita nyimbo zake ni nyimbo za upuuzi, ambazo haruhusiwi, ambazo, U, sasa kama Mungu anaita nyimbo za upuuzi wewe, wewe unawezaje kusikiza kitu cha upuzi katika Mosi sura ya sita mstari wa tano? Amosi